Tuelekee sasa katika sekta ya madini ambapo waziri wa nishati na madini Profesa Sospeter Muhongo amewatoa hofu wachimbaji wadogo wa madini nchini kwa kusema serikali itaendelea kuwasaidia kwa kuwapa elimu, kuwatafutia maeneo ya uchimbaji, pamoja na kuwapa ruzuku ya uchimbaji. Waziri Profesa Muhongo ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam wakati wa mkutano wake na wachimbaji wadogo wa madini aina ya jasi na makaa ya mawe. Shuhuda wetu huko ni mwandishi wetu Gania Jumbe ambaye ametuandalia taarifa ifuatayo Waziri wa nishati na madini Profesa Sospeter Muhongo amekutana na wachimbaji wadogo wa madini ya jasi pamoja na wale wa makaa ya mawe kuzungumzia changamoto mbalimbali zinazokabili hali ya uchimbaji wa madini hayo pamoja na mahitaji yake nchini. Katika mkutano huu ambao ni moja ya hatua za serikali kuhakikisha viwanda vya hapa nchini vinatumia rasilimali zinazopatikana hapa nchini Muhongo wamejibu hoja mbalimbali za wachimbaji hawa ikiwemo miundombinu duni, soko, gharama ya upatikanaji wa leseni ya mazingira, pamoja na ubora wa madini to rebuild up a stockpile of almost 10,000 tons ambayo ilikaa kwa muda. Na kama kwa wataalamu wa mkaa wa mawe, if you stockpile coal kwa muda mrefu it combust. Aa, tukaanza kutatizo kwamba tunapoteza mali, kwa sababu unawaka moto, unakaa muda mrefu bila wateja Ninajaribu kumwangalia huyu mchimbaji mdogo mwenye makaa yake ya mawe au jipsam, lakini hajui aende kwenye maabara ipi ili apate uhakika wa vipimo vyake, ili angalau hata kwenye mazungumzo ya biashara awe, awe na jeuri au na ujasiri wa kutetea kile anachokiuza. Lakini ndugu zangu, ninawaomba sana sana, tutakuwa ni watu wanyonge na dhaifu kweli kweli jasi ambayo ni nyepesi kuchimba iko nchini tukashindwa. Mtu anaenda kuitoa Uarabuni, anaenda sijui kutoa wapi. Ni aibu kubwa sana, ni aibu kubwa. Lakini ni nyie wenyewe lazima lazima msimamie na nyie. Waziri Muhongo pia ametoa muda wa wiki mbili kwa kampuni ya taifa ya uchimbaji wa madini Stamico, watafiti wa miamba na kamishna wa madini kujua ubora wa kiwango cha madini ya jasi yanayozalishwa hapa nchini, mkafanya analysis, wewe Stamiko, Geological Survey na kamishona wa madini. Ukielezwa gypsum ya Itigi, unakuwa na picha mara moja kwamba ubora wake ni wa aina gani, angalau una ubora wa kuanzia eh. Tatizo hapa wataalamu wangu naona hawana ubora wa kuanzia katika kuhakikisha wachimbaji hawa wanakuwa na uhakika katika kazi yao. Profesa Muhongo amesema serikali inaendelea na jitihada za kuhakikisha wanapata ruzuku ya uchimbaji. Tumejitahidi World Bank, tunaenda kutoa ruzuku Mpanda kwa wachimbaji, toka wachimbaji wa chumvi, wachimbaji wa gypsum, wachimbaji wa coal wachimbaji wa dhahabu, tuna dola milioni tatu dola na tunataka juu kabisa, mtu apate ruzuku ya dola laki moja Ania Jumbe, TBC, Dar es Salaam. Naam, shukrani ni ajumbe, nikusomee ujumbe ambao tumeupata katika ukurasa wetu wa Facebook TBC Habari, nikiwa na mwenzangu hapa Gabriel e, Zakaria. Tuanze na Sufian Kavenuke wa Mufindi. Anasema, kweli awamu ya tano inajali watu wa hali ya chini. Kassim Majaliwa, hongera kwa kuwajali wajasiriamali. Na maoni mengine ambayo yanaonekana kufanana na hii na, na, na maoni hayo ni maoni ya mtazamaji wetu kutoka huko Kampala, Uganda. Unasema jina lako unaitwa eh, Juma Abaid. Unapatikana huko Uganda, Kampala. Unasema kwamba hongera Mheshimiwa Waziri Mkuu kufanya kazi na kuwafikia wananchi kujua shida zao. Hiyo ndio kazi inayotakiwa kufanya. Ahimidiwe Olotu wa Moshi. Yeye anasema kama ni viongozi makini